Mheshimiwa Rais alipotupa pesa za kujenga VETA kama mlivyoiona pale, nilipokaa na wazee nikaambia, tuna pesa za VETA lakini bado natafuta eneo. Wazee walienda wakatoa eneo kwa, wakasema chukueni kwa ukubwa wowote mnaotaka. Kwa hiyo tukapima kwa ukubwa ambao tunahitaji kwa VETA wazee wa Biharamulo wakasema mkuu wa wilaya twende tukakupe uwanja. Kwa hiyo unaona kwamba ule ni ushirikiano mkubwa sana kutoka kwa wazee ambao waliufanya kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi tumeiwa kwanza kabisa kwa sababu ni chuo ambacho kinakuja kuleta mapinduzi na mageuzi ya kiuchumi katika wilaya yetu kupitia kwa vijana wetu. Kwa hiyo tuliona kwamba hiki chuo kinatugusa moja kwa moja kwa sababu ilikuwa inasemekana kilitakiwa kipelekwe Kata ya kule Karenge, lakini sisi tukaona kwa kweli chuo kimelenga makao makuu ya wilaya, na serikali imeshatafuta kiwanja kimekosa. Sisi tukajitolea kwamba eneo la hapo kanywa maizi lilikuwepo hilo eneo, tukaona tukashawishiana, tuka sisi, kwanza wazee tukashawishiana, tuka tukakubaliana, ndio taarifa tukamletea mkuu wa wilaya kwamba kiwanja sisi tumejitolea kipo, na wakaenda kwa kiona, walifikiri ni kidogo, lakini kina zaidi ya hekari thelathini na imeonekana kwamba ramani ya chuo itatosha na eneo lingine tunategemea kuweka sekondari ya ya kata. Ile itatatua mengi kwa sababu VETA tuliyokuwa nazo, kwa mfano, zilikuwa zingine za watu binafsi, hazikuwa za serikali. Unaona, na pia na wengi hawakuipenda kwa sababu lazima wapige nauli kwenda mbali na nini, lakini kwa sababu ipo hapa nyumbani, vijana wetu wataelimika na pia watakuwa wanajua kwamba nikitoka VETA nitajiajiri, sio kwenda kusoma ili niajiriwe. Kwa hiyo, hiyo ndio tumeifurahia na sisi wazee tumefurahishwa, kwa sababu watoto wote au vijana wetu wanaomaliza shule ya msingi, sekondari, vyuo tunawahimiza kwenda kwenye VETA na wengi sasa wame, akili yao imeumuka. Baada hii kisha anza itatuletea vijana ambao sio ombaomba, sio vijana wa ulevi wa, wa madawa ya kulevya, kwa sababu watasikia kujituma, kufanya kazi jinsi walivyoweza kusoma. Kwa hiyo tulifurahishwa na serikali kutupa na sisi katika wilaya yetu kutupa VETA, na ndio maana sisi wazee tukasema isiende mbali na mji kwa sababu kwenye mji ndio kongamano la watu, kutoka vijijini wanakuja, na pia wajifunze mazingira, na pia tukapenda kwamba ikiwa hapa sisi wazee tutawafundisha na maadili. Sisi tukamwambia, ardhi ipo, tupe muda kidogo tukutafutie na tutakwambia. Tulichukua muda mfupi tu kubaini kwamba kuna eneo pale, basi tukaongea na uongozi uliohusika, uongozi wa kijiji, na nilikaonekana ni eneo ambalo uliko wazi basi tukapata utaratibu wa vijiji na nini, tukapata eneo, ushawishi ukawa u, yani u, hoja ile ya kwamba choo hakiwezi kujengwa hapa kwa sababu ardhi haipo, hiyo hoja ikafa. Sasa kwa sababu ardhi imepatikana, basi chuo kikajengwa. Wanufaika wakuu kwanza ni wa maeneo husika, wengine watatafutwa kama huku tutakuwa tumetosheka kwa watu wenye sifa hapa. Tunaamini chuo chetu cha kufikia ni hicho hicho, badala ya kupeleka watu mbali au watu kukosa mahali pa kwenda tayari, hicho tuta, wanufaikaji wa kwanza ni sisi ambako chuo kipo.